Unaonekana zile zile nguo zinaonekana. Naitwa Charles Wilibadi Sabini yani alimaarufu Lowasa mwenyekiti wa movement ya Samiaism, Malkia Amani na Malkia Online TV. Kwanza kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu toka tumeanza hii movement ya Samia Rizi Malkia Amani tukiwa na lengo kubwa la kuyasema yale mazuri yaliyotekelezwa na serikali chini ya Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka minne ya uongozi wake, lakini pia tukiwa tunahamasisha wananchi kujitokeza kwenda kupiga kura na kumchagua Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumefika, tumehitimisha tarehe 29 ya Oktoba eh, au mwezi wa kumi ambapo wana Samialism wana walitoka majumbani, waliweza kupata fursa kwa wingi kwenda kumchagua Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake. Lakini pia nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kama mimi mwenyekiti wa movement ya Samialism Malkia Amani na Malkia Online TV. Nimpongeze kwa sababu gani? Amekuwa ni mwanamke wa kwanza Tanzania ambaye ameingia ameingia mtaani, ameingia mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya, amenadi ndani ya Chama cha Mapinduzi na amesema atakayoyatekeleza yeye na serikali yake kwa miaka mitano, na wananchi tukamwamini, tukamchagua kwa kura nyingi za kishindo. Nimpongeze, lakini pia nipongeze jeshi la polisi kwa kuendelea kuimarisha ku, ku, ku, ku, ku amani yetu, pamoja na changamoto zilizokuwepo, lakini sio jeshi la polisi tu, vyombo vya ulinzi na usalama lakini pia niwapongeze viongozi wa dini ambao kwa nafasi zao walisali, kwa nafasi zao waliombea amani nchi yetu, taifa letu, pamoja na changamoto zilizokuwepo, lakini angalau ukubwa wa changamoto ulipungua. Lakini pia niwapongeze vijana waliosikiliza wali kubaki waliosikiliza wakati wa machafuko, kubaki ndani wasitoke nje, lakini wale vijana ambao wakuunga mkono maandamano na wale vijana wote ambao walijitokeza kwenda kupiga kura na watu wengine. Lakini pia niwapongeze wale ambao nilikuwa nao kwenye magurupu ya Oktoba tunatiki ya Samia hizi, Malkia wa Amani, sauti ya vijana E, vijana taifa la kesho, Monduli yetu pamoja na magurupu yote ambayo ni kuwa nayo nchi nzima, maana yake mkoa, wilaya, kata, niwapongeze sana. Lakini pia ni wapongeze wafanyabiashara ambao e, kipindi hiki cha ambapo sasa tulikuwa tumejifungia ndani waliweza kufungua biashara zao kidogo kidogo, wakiwa, wakiwa, wakiwa, wakiwa, wakiwa wamejificha na kuwahudumia wananchi. Lakini pia niwapongeze ni wape pole wafanyabiashara waliopoteza mali zao kama kuungulikwa kama, kama wale ambao magari yao wa yameunguzwa wafanyabiashara wengine wame biashara zao mahoteli ma, ma, ma, ma, ma, ma, yamevunjwa niwape pole sana lakini nini nachokisema sasa ni wakati sasa wa kujenga upya kwa hiyo ni waombe wa Tanzania tuwaamini katika kujenga upya tukiwa katika upendo udugu umoja amani na huo ndio Samialism